Waziri wa Mazingira nchini Dr. Debora Barasa ametoa wito kwa wakazi nchini kupanda miti kwa wingi na kutimiza ahadi ya Rais Ruto kwa upanzi wa miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Mbili tatu kwa kila mwezi na moja ya hiyo miti iwe ya matu? ya matunda. Wizara yangu itahakikisha hata hii miti ya matunda ishuke chini ifike bei ya ishirini Akizungumza katika hafla hiyo ya kuwaleta pamoja wakulima wa kampuni ya One Acre Fund, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Michel Gagar amewataka wakulima kupanda miti yenye matunda na kuleta mbolea shambani. Tunaamini mradi huu utasaidia familia kupata mapato zaidi kupitia matunda na kuongezeka kwa rotuba, na wakati huo huo kuchangia lengo la serikali la kupanda miti bilioni kumi na tano. Kagara ameeleza kuwa kufikia mwaka huu pekee wamepanda miti zaidi ya bilioni moja katika kaunti. Tuko tayari kupanda miche milioni arobaini na sita na miche hizi zote zitafuatiliwa zita na kutumia mtandao wajaza miti hii ni ushahidi tutosha wa jinsi tunavyoshirikiana na serikali kuhakikisha mazingira yetu yanarejea kama hapo awali. Tupaje inafanya kazi kwa mtindo wa kipekee. Mradi huu umeweza kuajiri wamiliki 330 na kati yao themanini na moja nika, na mama, kina mama. Nikiripotia CGN TV nite Andrew Masika.